Muhammad, amani iwe juu yake, alijifunza nidhamu ya uwajibikaji, kijana aliyekabili kila jukumu kwa utulivu na umakini. Kuta za Kaaba zilipodhofika kwa mafuriko na muda, makureshi walikusanyika kuijenga upya upya. Bismillahir Rahmanir Rahim Ndugu zangu wapendwa, leo tunaendelea na safari yetu kupitia maisha ya Muhammad amani iwe juu yake, ambaye Mwenyezi Mungu alimchagua kutakasa nyoyo, kuinua tabia na kuufundisha ulimwengu maana ya rehema. Kabla ya ufunuo kushuka, kabla ya pango la Hira, kabla ya Kurani kuigusa ardhi, Mwenyezi Mungu alikuwa akiitengeneza tabia ya yule ambaye angebeba ujumbe wake wa mwisho. Katika mitaa ya Maka, masokoni mwake, kwenye mikusanyiko na migogoro, kijana mmoja alitembea akiwa na moyo uliojaa nuru. Mtu ambaye hakuwahi kuinamia sanamu, mtu ambaye maneno yake yalikuwa ukweli, mtu ambaye uwepo wake ulilainisha hata roho ngumu zaidi. Hakuja kuongoza majeshi, hakuja kutafuta mamlaka. Aliishi tu kwa uaminifu, unyenyekevu na neema na ulimwengu uliomzunguka ukaanza kunong'ona jina Al-Amin, Mwaminifu. Basi njooni nami tushuhudie jinsi Mwenyezimungu alivyomwandaa mtume wake, si kupitia utajiri, si kupitia starehe, bali kupitia tabia. Katikati ya Maka, akizungukwa na milima iliyolinda mabonde yake matakatifu, kijana mmoja alikuwa akikuwa katika ukamilifu wa tabia yake, mkimya, thabiti na mwenye kung'ara kwa uaminifu. Miaka ya dhiki ilikuwa imemkanda na joto la imani liliangazia kila hatua aliyopiga. Chini ya uangalizi wa ami yake Abu Talib au oh, Abu Talib, Muhammad, amani iwe juu yake, alijifunza nidhamu ya uwajibikaji na uzuri wa unyenyekevu. Alikuwa mvulana aliyekuwa ameonja hasara lakini hakuwa na uchungu wowote, kijana aliyekabili kila jukumu kwa utulivu, umakini na ukweli usiotikisika. Watu wa Maka walimtazama alipokuwa akipita mitaani mwao, mtulivu katikati ya kelele, mpole katikati ya kiburi. Aliwasalimia wazee kwa heshima, alicheza na watoto na kumsaidia yeyote aliyeomba. Hata kabla ya ufunuo, maisha yake yalikuwa ujumbe. Hakuwahi kuabudu masanamu, hakuwahi kusema uongo, hakuwahi kuvunja ahadi. Neno lake liliaminiwa zaidi kuliko mkataba wa maandishi wa wengine. Ilikuwa katika miaka hii ya mapema ambapo jina Al-Amin, mwaminifu, lilienea katika mabonde ya Makuraishi kama harufu nzuri katika hewa ya jangwani. Alipofikia ujana wake, Maka haikuwa na amani. Mzozo kati ya Makuraishi na makabila ya Kais ulikuwa umechochea umwagaji damu. Iliitwa Harb al-Fijar, vita vya miezi mitukufu. Kwani vurugu zilikuwa zimethubutu kuingia wakati ambao Allah alikuwa ameamuru kwa amani. Muhammad kijana, amani iwe juu yake, alisimama kando ya mjomba wake, akikusanya mishale iliyotawanyika na kuwapa mikononi mwao kimya kimya. Hata katika kivuli cha machafuko, uwepo wake wa utulivu ulilainisha mioyo. Alijifunza kuwa nguvu ya kweli haipo katika hasira, bali katika kujizuia, na kwamba ujasiri bila huruma ni aina nyingine tu ya udhaifu. Miaka ilivyozidi kusonga, tabia yake ilizidi kuimarika. Katika masoko alifanya biashara kwa uadilifu, wakati wengine walidanganya kwa ajili ya faida. Katika utulivu wa usiku alitafakari chini ya nyota, akitafuta sauti ya ukweli iliyovuma kupitia uumbaji watu walimjia na mizozo wakiamini kwamba hangeweza kumpendelea mmoja kuliko mwingine. Alikuwa nguzo isiyoonekana iliyoshikilia uzito wa kimaadili wa Maka pamoja. Miongoni mwa wale waliosikia habari zake alikuwa Hadija bint Huwailid, Allah awe radhi naye, mwanamke wa ukoo mtukufu na sifa isiyo na kifani, tajiri lakini mwenye hekima, alithamini uaminifu zaidi kuliko faida. Alipopata habari za Al-Amin alimtumia pendekezo la kuongoza msafara wake wa biashara kuelekea nchi za Siria. Alikubali kwa heshima ya kimya, na pamoja naye akaenda mtumishi wake mwaminifu Maisara. Safari ya kaskazini ilikuwa ndefu na ngumu, lakini popote Muhammad amani iwe juu yake alipoenda, baraka zilionekana kufuata. Alipima bidhaa kwa usahili, alizungumza kwa wema na kuwatendea wenzake kwa heshima. Katika masoko ya Busra maneno yake yalileta uaminifu kabla hata hajafanya makubaliano. Msafara uliporudi haukuleta faida tu, bali kitu adimu dimu zaidi, harufu nzuri ya unyofu. Khadija, Allah awe radhi naye, aliposikia maelezo ya Maisara, alihisi uhakika uliotuliza moyo wake. Aliona ndani yake si mfanyabiashara mwaminifu tu bali mtu wa ukweli ambaye nafsi yake iliakisi usafi aliyokuwa akiutafuta daima. Ilikuwa wakati huo ambapo hekima ya Quran, siku moja ingeakisi ufahamu wake, inna khaira man istajarta alqawiyu al-amin, hakika mbora unayeweza kumwajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Kwa neema na heshima, Hadija alituma ujumbe kupitia rafiki yake wa karibu, Nafisa, akielezea nia yake ya kuolewa. Wakati posa ilipomfikia aliikubali kwa unyenyekevu. Harusi ilikuwa rahisi lakini yenye kung'aa. Makureshi walikusanyika kushuhudia muungano ambao ungeibariki dunia, nyumba iliyojengwa juu ya imani, upole na kuheshimiana. Katika muungano huo kulikuwa na msingi wa utulivu. Alimpa faraja naye akampa uhakika. Pamoja walijenga nyumba ya amani ambapo hakuna neno kali lililosikika na ambapo maskini walikaribishwa kila mara kwenye meza yao. Katika siku hizo zilizobarikiwa, hewa ya Maka ilionekana kuwa tulivu zaidi. Watoto walicheza uwanjani mwao na wema uliangaza kutoka mlangoni mwao. Mtume amani iwe juu yake alikuwa akishona nguo zake mwenyewe, akihudumia familia yake na kushiriki chakula chake bila kiburi. Nyumba yao ikawa taa ya rehema katika mji uliotiwa giza na tamaa. Ilikuwa wakati huo ambapo ukweli wa milele wa Quran baadaye ungeelezea kipimo cha heshima ya kweli, Inna akramakum indallahi atqakum aliye mtukufu zaidi miongoni mwenu mbele ya Allah ni yule mchamungu zaidi miongoni mwenu. Miaka ilipita na mfanyabiashara huyo kijana akawa dira ya maadili ya Maka. Haki yake katika biashara na subira yake katika usemi vilimfanya kuwa mtu ambaye watu walimwamini wakati hakuna mwingine angeweza kuaminiwa. Hata hivyo, hata jina lake lilipojulikana kote Arabuni, moyo wake ulibaki bila kiburi. Alikuwa akijiandaa, ingawa alikuwa hajajua bado, kwa jukumu ambalo lingebadilisha hatima ya wanadamu. Wakati kuta za Kaaba zilipodhoofika kutokana na mafuriko na muda, Makureshi walikusanyika ili kuijenga upya. Kabila kwa kabila, walibeba mawe, wakifanya kazi pamoja, hadi wakati wa mwisho: uwekaji wa jiwe jeusi. Mzozo ulizuka, nani angepata heshima hiyo? Panga zilikuwa karibu kutoka kwenye ala zake, kabla ya mzee mmoja kuingilia kati. Mtu anayefuata kuingia aamue, akasema. Umati uligeuka, na kupitia milangoni akaingia Muhammad amani iwe juu yake. Wimbi la utulivu liliwaenea watu. Mialamin! walipiga kelele. Mtume amani iwe juu yake alisikiliza kwa utulivu kila kabila, kisha akachukua kipande cha kitambaa, akaweka jiwe jeusi juu yake na kuwaalika wakuu wa kila ukoo kushika pembe zake. Pamoja kwa mikono yao iliyoungana, aliinua lile jiwe na kuliweka katika nafasi yake takatifu kwa mikono yake mwenyewe iliyobarikiwa. Katika wakati huo, karne za kiburi ziligeuka kuwa umoja. Watu walimtazama si kama mtu wa kabila, bali kama mtu wa ukweli. Mji ulipumua kwa utulivu, amani ilitulia tena juu ya mahali patakatifu. Hakuna aliyegundua kuwa yule aliyerejesha nyumba ya Allah siku hiyo, hivi karibuni angechaguliwa kurejesha nyoyo za wanadamu hekima yake ilikuwa imezuia umwagaji damu, lakini hatima yake ingeleta kitu kikubwa zaidi: ufunuo. Na usiku ulipoingia Maka siku moja, Qurani ingeelezea kile ambacho tayari kilikuwa kimeandikwa mbinguni: Tabaraka llahu alladhi nazzala lfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Amebarikiwa yule aliyeteremsha kigezo kwa mja wake ili awe mwonyaji kwa walimwengu. Katika sehemu ijayo, insha Allah, tutatembea naye hadi mlima wa Hira ambapo ukimya wa usiku ulikutana na sauti ya umilele. Hadi wakati huo, Allah ilainishe nyoyo zetu arembeshe tabia zetu na atufanye miongoni mwa wanaofuata mfano wake kwa dhati. Sallallahu ala Muhammad.